Katika hali ya sintofahamu leo, ningependa kuzungumzia kuhusiana na update ambayo nimeipata kwenye mitandao ya kijamii. Sasa kumbuka, huyu uh, mwanadada ana kwa jina la Mange Kimambi bana, aliweza kuhamasisha maandamano eh, labda niweke wazi, lakini tunaona harakati zake hazikufua dafu. Na kwa wenye akili wameweza kulitambua hilo na waliweza kumkataa mapema na hasa tunaona katika kuichafua e, amani. Sasa tunaona Mr. Pimbi aliweza kuweka clip ambayo iliweza kuzungumzia vitu fulani ambavyo ni vya muhimu zaidi. Akasema kabisa kwamba watu tusikubali kuchotwa akili na mtu ambaye amelipwa kwa ajili ya jiri, kuharibu interest za taifa. Kwa sababu ukiangalia Mange Kimambi yeye anaishi nchini Marekani. Alafu watu wengine wako Tanzania pale. Kwa hiyo tunaona inaonekana yeye anashindwa <laughs> kuja kupambana na wenzake e, kwa namna moja ama nyingine. Tunaona kwa hiyo uh, tunaona kuna klipu inamwonyesha e, Mange Kimambi anasema kwamba kwa watu ambao huwa anawablock haraka sana ni wale ambao wana wanazungumza kwamba atoke Marekani aje mbele eh, kama vipi aje mbele, kwa sababu yeye alikuwa anaongeza watu kwenye mkumbo. Sasa Mr Pimbi anasema, msikilizeni sasa, nimechunguza ile clip vizuri, nimeiona kabisa kwamba e, ni kama Mange Kimambi alikuwa anawapotosha watu wengi sana pale Tanzania, na hii inaashiria kabisa kwamba watu wengi eh, wanaonekana kumkataa, au sio? Ni mafanikio makubwa sana. Wengine wanaonekana kumkataa kwa sababu alikuwa ana anadanganya na tuna katika ile clip Mange anasema kwamba anaishi eh, kwenye nyumba ya dola milioni tano ambayo hata wazao wa Marekani hawana. Yani anajitapa kwamba anaishi kwenye nyumba nzuri, hawezi kwenda pale Tanzania na hawezi kufanya kitu chochote, na anajivunia vitu vingi sana. Kwa kwa hiyo eh, kuweka vitu saa, Mr. Pimbi anasema kabisa kwamba eh, tusio watu kuchukuliwa wakuchukuliwa eh, akili au sio bwana wakushukulia akili na kusabu, kwa sababu kasaabu Tanzania huko Mange Kimambi kawasaliti tayari. Hawa watu wamelipwa wana interest zao. Mmesahau huyu amewachafua sana kwa kuvujisha connection picha ee, za wasanii tena akiwa nawalipa watu ili wajirekodi na kumtumia ili yeye aingize pesa katika app yake. Baada ya kukwama kuvujisha connection akaamua kugeuka upande wa siasa Baadhi ya watu wakaanza kumlipa ili atuvurugi, tusio tunabebewa akili kirahisi kabisa. Caption ya Mr Pimbi imenyooka sana, na kwenye kunyooka kwake ni kwamba anajaribu kuweka vitu sawa kwamba hajawahi eh, ku, ku, kuona kabisa kama kuna uzuri wote wa kumsikiliza huyu mwanadada, kwanza ni mwanamke alafu yeye anawachota wengine wanaume ambao wenye akili timamu na vitu kama hivyo. Sasa kauli yake Mr Pimbi imekuwa vipi? Watu wameizungumziaje? Mmoja amesema huwezi kuwa mfupi alafu uwe na akili huyu e, demu namchukia sana, miaka laki uh. Mmoja kaandika kwamba uh, anyway we mwenyewe umelipwa chawa mkubwa <laughs> akisema na Mr Pimbi atakuwa amelipwa uh, anyway. Mmoja kaandika we, unachojua ni kupewa hela za bure tu, tulia. Eh, mbilikimo Mange ipo sahihi, kama akili yako fupi uwezi mwelewa dada. Eh, ana ana njaa e, ana njaa kabisa, lakini usiku na mchana anatupambania sisi. Haya, mmoja mwe, kaandika wewe, punguza kelele, kila kitu nataka uonekane umo e. Maana yake ni kwamba uh, kwenye swala zima la kuzungumzia e, swala la Mange Kimambi ni kama Mr Pimbi ni kama anapoteana kwa sababu haelewi anachokizungumza. Mmoja kaandika, wote hamna kitu, atatubu tu andunje e, kasha kalia mwe. Sasa hapo amesaliti kitu gani? Kuwa mwelewa wewe. Nilimsikiza nikajiuliza nachukuaje? Eh, wa Tanzania, hiyo ni madharau ya hali ya juu. Alafu mwanamke ukiwa na maana gani? au sio, bwana eh? Huyu ajitambui, ana maslahi kweli kama wewe ulivyo na maslahi. E, maanake ni kwamba anachokifanya Mr. Pimbi ana maslahi kama yule mwingine, kama akili uh, zako ufupi uweze kuelewa alichokimaanisha ehe. Hebu tuache pimbi, kakosia wapi dada wa taifa? Mtu tayari ushaitwa pimbi, uweziitwa pimbi ukawa sawa? Mmesema wewe pimbi, nesi wewe, umeuelewa wako ni mdogo eh, wameumbuka eh, wameufyata hujui e, kiingereza toka huko E, kwamba Mr. Pimbi afam Kiingereza e, e, Mange Kimambi ni mtu mbaya point. Heri kumsikiliza Pimbi kuliko huyo mwana mama yuko zake Marekani. Kuna wakati mwingine ni bora umsikilize Pimbi, unaweza pengine ukaei kitu E, tofauti nauye mwanamama ambako kule nchini Marekani, ambaye yupo anakula bata na kula eh, vitu vizuri e, lakini wengine wanaoumia ni watu wa hali ya chini ue, Pimbi umepoteana uh, e, babaja maneno yako, lakini e, mmoja asema una akili e, tulia e, kwa hiyo ndo kitu kama hicho. Uwe, uh, kwa hiyo tunaona kwa upande mwingine ni kwamba hili limekuwa zito zaidi kwa sababu amejaribu kuweka vitu wazi hame, amejaribu kuweka vitu sawa kwamba kwa, kwa namna moja ama nyingine uh, watu inabidi waweze kufahamu anachokizungumza Mr. Pimbi kuhusiana na Mange Kimambi kam, kam, kam, kam, kam piga za uso, na kwa namna moja ama nyingine ameweza kum, au sio kumexpose kwamba ni mtu wa uongo ambaye ameweza kuwatapeli watu wengi sana, kwa hiyo mtu huyo inabidi ukanae mbali usi bwana, kwa sababu kama ameweza kuwatapili watu wengi sana na ameweza kuharibia watu wengi sana kwa sababu kiangalia pia hata e, yake kuchukua picha za watu hasa wasanii na connection na vitu kama hivyo, inaonekana kule alikuwa ameanza kupoteana. Kwa hiyo akaamua kugeukea siasa, kwa sababu kule inaonekana mambo yakawa magumu eh, yakawa magumu, kwa sababu pesa ni kama zilikuwa zinaelekea kumuishia hivi mm-hmm, na tunaona alikuwa na wapi yake E, lakini kwa sasa hivi bahati nzuri tunaona peji yake Instagram haipo na tunaona kwa upande wa app mambo yanakuwa magumu zaidi. E, tunaona kila kitu kimeenda ovyo ovyo tu, lakini hakuna mtu ambaye anapay attention kabisa e, katika hilo. Kwa hiyo nasema kwamba mpaka hapa ni kwamba wachache wenye akili timamu wanake wameweza kumuelewa Mr Pimbi, lakini pia katika mtazamo wa mtu kama Mr Pimbi kuzungumzia hilo Sio wote ambao wamefurahia ama wamemunga mkono, lakini pia unaweza kutoa maoni yako ukalizungumzia kwenye upande wa comment section. Je, ni sahihi Mr. Pimbi kumwataki Mange Kimambi? Je, una lipi la kudokeza hapo? Dondosha maoni yako, hakikisha unabonyeza alama nyekundu iliyoandikwa subscribe, share, like na kucomment.